Nilianza kucheza Sunderland mwaka wa sabini. Nilianza kujiunga na Sunderland ambayo Simba, sabini, sabini na moja. Eh, inakuwa tofauti na mechi zingine mkicheza kwa sababu mkicheza mechi ile, kwanza, karibu wiki nzima watu wanakuwa hawapo, wachezaji wanakuwa wanapelekwa mahali kwenye kambi au kwenye mazoezi nje, lakini hapa mjini. Na hata hivyo ilikuwa unapata una, una nafasi dogo ya kuwa mjini kuonekana. Watu walikuwa waonekani, wanaonekana siku ile ya mchezo, siku wakirudi ndo wanaonekana. Kwa hiyo, kwa nyuma ilikuwa kwenye dabi kama hivi sasa hivi ilikuwa wachezaji Simba na Yanga hatuwaoni hapa mjini. E, kwanza nilikuwa na, na wasiwasi hiyo ya nyuma masama tukisabia miaka ya nyuma kwenye ile sabini na mbili labda sabini na tatu kwa, unakuwa na wasiwasi ujawa na uzoefu. Kwanza mpira ulikuwa wakijaa watu wengi, unaokuwa na wasiwasi pia lakini tukishafika baadaye unaona kwamba huwezi kucheza bila watu kutizama, unafarijika ukiwa na watu wamejaa. Sasa ikaja kuta mwisho, ukakuta kwamba watu wanajaa wengi, na wewe unakuwa na konfidensi ya kucheza, unakuwa na hamu ya kuonyesha kile ulichokuwa nacho, maanake wakati huo ilikuwa watu waone uwezo wa mtu binafsi ukoje, licha ya kucheza hizi timu, mtu binafsi anapambana vipi kwa nafasi yake anayocheza. E, ilikuwa kwa, kwa tangu waka, wakati huo maanake, ukishinda mechi, timu iliyoshinda ndio wanakuwa wafalme mbini, popote watakuwa wanasema wao, mazungumzo kwenye vikundi vyote vile utakuta kwamba wale walioshinda ndio wanakuwa na nafasi ya kutamba, manake tunaitwa wakati huo, na wakati mwingine ilikuwa wale waliofungwa lazima wavae vitambaa mkononi ya msiba hmm. Yani, ukimwona mtu kitambani mkononi kavaa kitambaa cheusi, unajua ule shabiki wa Simba au wa Yanga wanakuwa na msiba, eh, kwenye nyuma kabisa kulikuwa hakuna hakuna kukuaidiwa pesa. Kwanza ilikuwa mnacheza ulipwe mshahara, unacheza tu unapata labda posho au nauli ya kurudia baada ya mechi ukishacheza. Hawakuwa wachezaji wakilipwa mshahara kama sasa hivi wanavyolipa, na kama mtu atakuwa na baashisi basi itakuwa yake binafsi. Kulikuwa na mashabiki wapo, wapenzi wagonjwa, wamepila na nini, basi kama akifurahi akifarijika anaweza akakupa kitu lakini, kulikuwa hakuna chocholi kile kinachopatikana hivi karibuni na mwisho utakuta kwamba ilikuwa ahadi zinatokea kwa mfano mkishinda utapata 50% labda ya gate collection wakati ule klabu zinategemea mapato ya mlangoni kwa hiyo kiingilio kinachopatikana mkishinda mnaweza mkapewa labda asilimia ishirini au thelathini au wakitaka kushawishi sana kwamba klabu kama itachukua milioni mbili basi wachezaji nanyewe mtachukua milioni moja labda inategemea ilikuwa wanatoa ahadi ahadi licha ya mtu binafsi na kama klabu kuwa inatoa kile ambacho wanakipata, eee, labda inichopata nauli ya kutosha kwenda nyumbani baada ya mpira. E, ukweli upo, ulikuwa kwa sababu tulikuwa tunaita nini, sister clubs. Kwa mfano Simba Sunderland walikuwa na hapo hapo, karibu palikuwa na klabu inaitwa Kae hapo karibu na Kongo. Nini kwao kuna timu inaitwa Good Hope Temeke, huko kuna timu inaitwa sijui African Temeke au ni Yanga. Kwa hiyo ulikuwa na vilabu ambavyo vina- vinatunza vina huko, kwa hiyo mtu akitaka mchezaji anaweza kupitia kutoka huko, kama tu Yanga atatokea kwa matemeke anatokea Afrikani Temeke wanamjiwa au ukija mwingine akija kama Simba na labdaudi watakuwa wanamjua. Sasa vilabu kama hivyo vilikepo Dar es Salaam, mwingine vinakuwa kwa mfano Tanga walikuwa wakiitwa tu kwamba kosti ni Simba, na sasa kuna watu wanaanza kuwachunguza huko huko wanakotoka. Halafu bwana hey, utakuta mchezaji anajulikana, anajulikana baba yake, anajulikana anapokaa sasa hata kama kuna kitu kinamhusu inakuwa rahisi watu kwenda kuona wazazi wake, wanamtafuta Kibadeni Miwa, najua likuwa nakaa Ilala tena mtaa Kilosa. Kama kuna jambo, watu watakuja kwa babangu au kwa familia yangu nyumbani. Mi nakumbuka michi moja tulifungwa lafi na Yanga kitu kama hivi, basi wakati huo nafundisha sio nacheza, nafundisha. Walikuja nyumbani kwa babangu, kulikuwa na duka lake, wakaja wakafanyafanya fujo baada ya kupoteza ile meki. Yeah, kulikuwa na watu alafu wa na, na, na, na, na, na, na, na, nakumbuka wakati ule watu wanaumia, kama timu haifanyi vizuri, utakuta mtu yuko mbali. Simba na Yanga inacheza wiki moja au siku tatu kabla, watu wanaondoka mjini, wanaenda mashamba, wengine wanajificha, wanarudi baada ya mchezo. Wengine wanatoka mjini hapa, wanaondoka nje ya mji mpaka baada ya mechi, matokeo yakija ndo wanarudi zake huku. Yaani ilikuwa watu wanapata tabu wakipoteza. Wale waliopoteza, shaka inakuwepo, labda wanakuona We una uhusiano karibu na watu wa nani nini wa wa wa, wa, wa upande wa pili, sasa unajihusisha na upande wa pili, lakini kuthibitisha kabisa kwamba huyu kapata hivi hakuna, lakini mm, habari zinazungumzwa na kuna wengine wana- wanaongea wana, wana tena, nakumbuka ilikuwa hata simu unanyang'anywa, wakitue simu zipo za mkononi, ilikuwa mtu simu zinakusanywa uiwe wiki moja ile au siku mbili siku tatu kabla ya mechi huwezi mm. kuwa na simu yako, kuondoa kukatisha mawasiliano. Hapana, mimi sijawahi, kwa sababu walikuwa wananiamini sana Simba, na wapinzani wanajua yule Kibadeni ni amini ni Simba, kwa hiyo atakuja kumwambia kitu, wanaona tabu. Ilikuwa si rahisi kwa, kwa mfano wakati ule aji Sande Manara, Sande Manara au nani kaka, aki watu wengine wanajulikana kabisa, awa nani taki taki baki hata kumfuata ila kwa vigumu ni kawaida tu. Mnarudi nyumbani a atakuwa na, na, na, na sherehe labda tunazifanya na nini? Hapana, lakini inawezekana labda kwamba mlishinda, kwa hiyo kutembelea labda mikoani mahali kwa sababu mnakwendalia e, mnaweza mkatoka namna hiyo inachukua muda mpaka mtakapokutana tena, ndio mm. Nakwambia, kwa wakati ule mwaka mzima mnacheza Simba na Yanga mara moja, mnapokutana ee, mara moja, sio ligi ya kurudiana, mara moja amwezi kukutana kwenye mashindano ya kawaida. Na mashindano ya kawaida yakitokea kwamba Simba na Yanga zimekwenwa, basi kuna timu moja itajitoa mapema, ili mradi wasikutane, itajitoa mapema. Kwa mfano kwenye kucheza, wanaweza kapeleka labda timu ya kwenye mashindano, pengine wakapeleka timu ya pili au wasienee wote walimaji wasikutane Simba na Yanga, Simba hmm. Ma na Yanga mara moja kwa mwaka basi. Tena anasema popote utakuta mtu kavaa shati lake nyekundu, au zamani ilikuwa ni Simba, kulikuwa hata nyumbani wazii hmm. au utakuwa nyekundu hivi, zi, vitu utaweka vyekundu huwezi ukaja nyumbani kwangu utakiti rangi ya nani? Haiwezekani, lazima itakuwa inafanana na rangi yetu nyekundu na nyeupe. Kusema sasa hivi rangi zimezidi sana siku hizi, kuna nyeusi, kuna bluu wanatumia, lakini zamani ilikuwa nyekundu nyaupe. Kuisha ile mechi ilikuwa siku ya jumamosi ya weekend, na hapa katikati ulikuwa na mechi yanga wanacheza labda walikuwa wanacheza labda ilikuwa Jumanne au Jumatano sikumbuki sawa sawasawa, lakini walikuwa wanacheza Yanga alafu ndo tucheze Simba na Yanga kama hivi tarehe nane. Hiyo siku waliocheza mechi yao, sisi kambi yetu ilikuwa Kibaha na mwalimu Marim, eh, mwalimu alikuwa yule mzungu Tungeria Samsaro. Tulikuwa kambi Kibaha tukaja kutizama mechi Yanga wanacheza, alafu ndo waje wacheze na sisi. Kwa kweli Yanga walifunga ile timu goli nne karibu goli tano. Sasa mashabiki kwa furaha wakaja kwenye gari yetu, tunapanda kuli kibaa o, wanasema mtaona hiyo mechi inayofuata e, kwamba nyinyi mtamto toka mliona leo matatu, basi atakuja mengine zaidi ya hapo kwenye hiyo mechi ingine. Wakawa natuzomea zomea, sisi tukaondoka tukaenda zetu kibaa kwa kweli wachezaji walihamasika, walitoka. Alipofika Kibao ilikuwa usiku, hatuwezi kufanya mazoezi, taa hakuna, lakini walichukua watu gari zao, wakawa zinamulika kiwanjani, watu wanafanya mazoezi. Na hata yule mzungu akashangaa, akasema, mazoezi kwa nini mnafanya saa hizi? Akaambia, wewe uwajui wale, mechi inaokuja, tuwache twende tukafanya mazoezi, tukawa tunaendelea. Kwa hiyo kubwa ni hilo ambalo tuliandaa vizuri kuhakikisha kwamba tuna nani, tunapata ushindi kwa kweli ilikuwa ni tabu. Ukifungwa kwa mfano, Simba imefungwa, mimi anapata tabu, mimi mwenyewe napata tabu babarani, mke wangu wakienda kazini anapata tabu, watoto wangu wakienda shule, sijui nini, babarani wapai vitu kama hivi, yani ilikuwa unaumia. Kwa hiyo ilikuwa lazima ujitahidi ufanye vizuri kuweka amani katika familia. Ilikuwa wanajulikana, huyu baba ake Kibadeni, mamake naye, ewe huyu nani, huyu mtoto wake. Kwa hiyo wote wanawapa shida timu inavyofanya vibaya. Sasa hivi tunao wachezaji lakini elimu yao ya uelewa ni dogo sana hmm. Awa wachezaji tunaofundisha sasa hivi hao wanaocheza sasa hivi, lakini sisi wakati huo tulikuwa tunajua kuna watu katika nchi ma viongozi, kuna watu katika nchi ma meneja, labda kwenye maviwanda au na nini sasa hmm. Ukija kwako wewe mchezaji mpira, na wewe unataka utafute njia watu wakutambue. Sisi tuliwatambua kaka zetu waliotangulia, kina kitu na manara akina Ubali Zimbo, akina nani wote walikuwa kaka zetu. Mimi wanakodea kucheza pale Karume, mi nachungulia naingia chini hmm. napenyia chini nakwenda watizama. Sasa nimepata nafasi kufikia pale, na wewe unataka sasa kuweka heshima watu, ile kukutambua tu watu, watu, watu inatosha peke yake hmm. mi kwa nikitoka mtu akipita na gari yake anapiga breki, twende Kibaden, unaingia unaondoka. Kwa hiyo ulikuwa unatafuta na wewe upate sifa hiyo, utafikaje huko? Mi nimesoma mwisho middle school darasa la nane hmm. lakini kuna watu mapilot wanaendesha ndege, lakini akikuona anakujua anakupenda utaona vitu sasa. Kwa hiyo ilikuwa unafanya ile kazi kwa ajili ya kupata heshima kwanza, na pili ilikuwa si sana pesa, lakini pesa inakuja, mtu anaweza kakunulia kitu. Mi shawahi kwenda dukani sasa unanunua nini? Au ya gari yangu, niko petrol station, mtu anakuja anakwambia bwana mtilie lita ishirini, analipa mm. Kwa hiyo ilikuwa tunafaidika na wanakutambua, ukienda mahali ukwami umefika mahali unataka kwenda na apita huku unapita unapata ile heshima yako nini. Kwa hiyo ilikuwa watu wanaangaika kwenye hilo. Hatukuweka pesa kwanza mbele sana, lakini ilikuwa kwanza watu, watu kutambua, usipate shida e, kihaki ni sawa lazima wafanyi, lakini nasema nitarudia mara nyingine, kwamba huyu ni binadamu bin adamu, ana vitu vingi sana, anaweza kashawishika na mambo mengi sana lakini, ilikuwa watu sasa, wakati ule kwanza, wengine hata wao marefarii wanajiheshimu refarii, mm -hmm. mwenyewe anaweza kuwa meneja mahali fulani, lakini huku refarii kulikuwa na kina manyoto ndibo, si nani, watu hao wakubwa wakubwa wengine viongozi sasa, akikaa pale maji kufanya jambo ambalo si sahihi kwake litampa tabu, kwa sababu litamharibia naye kwenye heshima yake anapofanya kazi. Kuna mwingine alikuwa anakumbuka refa mwingine bandarini anafanya kazi bandarini, lakini hata akija kwenye mechi hizo walikuwa na wanajulikana kwaafana, sio kama sahivi. Anyway, wengi nani, kulikuwa na mtu wale wenyewe wanaheshimika, lakini tena kibinadamu, mtu anaweza akashawishika akawa na mapenzi, wakati mwingine, upande mwingine akatoa msaada ambao pengine ulikuwa si sahihi, lakini akaweza akatoa wachukulie, hmm. Ni binadamu, kwa hiyo hawakukamilika. Pengine mwingine anaweza akafanya hivyo. Unapata tabu sasa, mara nyingi sisi kama mchezaji huamaki pale ndani sasa, hiyo wanaatabu wale mashabiki. Mashabiki ndo wana kwako watu tayari wakamrudishia mtu mpaka nje huko, kuna wakati mwingine mechigaereu atoki mpaka aletwe na eskoti ya polisi, wa wamchukua wamrudishe nyumbani, vitu kama hivyo vinatokea hapa mashabiki ilikuwa sana kugombana nguu hata ugomvi katika nini, hapana, lakini maneno wanatupiana watu maneno, na wakati mwingine mpaka uamuzi waje unakuja, watu mpaka na na polisi wanakuja na gesi ya machozi kuwatawanyisha watu. Kwa vurugu timu ikipoteza inakuwa na tabu za mashabiki hawaeleweki. Hata nyinyi wenyewe wachezaji mnapata tabu wakati mwingine, maake mnapotoka pale mmefungwa sasa wa mashabiki wenu wenyewe wale wanaweza kuwavamia basi yenu mpaka ikawa na skati. Eh, wasemaji wapo, wengine wninvica habari, wengine wanakuwa wasemaji tu, watu wanajulikana. Huyu Simba wana tena wa watu wengine, watu, watu wanamtambua naye anakuwa na haki ya kusema sema hata baadaye. Ndio sasa hivi tuna wasemaji maalum, lakini wakati huo kwa mtu ana- akiwa na nini yake analiopoka tu anasema, haikuwa kwamba kuna msemaji maalum kazi yake kusema kama sasa ilivyo, e, Zamani ilikuwa mtu ana yoyote tu anaweza akasema akaisemea klabu. Faida ni kwamba wanahamasisha, kama labda watu jambo halijulikani watakuwa wanalijua. E, ni, ni, ni, ni ni ni ni msaada mkubwa kwenye kwenye shughuli zetu za michezo. hadharizi hizi watu watakuwa watatambua jambo na nani nani atawatambua. Sasa hivi ilitokea jambo katika wasemaji, wanasema pile wanachezwa lili, yaani kimetoka eh, nani mchezaji gani amekuja ameletwa. Kwa hiyo wanaweza wakaanzisha waka, wao waka kabla watu hawajawatambua, eh, walikuwa wanakupa ya hiyo ilikuwa iee aaakakuja mm, mtu anakupa mkono kumbe mfukoni mna mia tano akakupa hivi. Kuna nani mwingine anaweza kukutana ameshafika mahali nanunua vitu dukani, na biki anakuja pale sasa, bana, hebu mpe mara mbili huyo bana. E, e, wanalipa mimi hivyo alizochukua, natoa mimi hapa, na ingine hii hapa, akitaka kitu ana nini. Bila bila watazamaji, mchezaji hawezi kufanya mambo yake, lazima wawepo. Wanavyoshangilia yeye, unamtia moto, baraka anapanda sasa. Eh, mimi nilikuwa napata tabu nikija kwamba kuna mechi na kuja mpilani, tukitoka kama uwanja, naona watu wamejaa tangu usijaingia, nasema leo pana kazi ya kwenda kufanya, lakini hmm, eh, unakwenda pale unakuta watu wakudamak, unatakiwa watu wajae mpaka kwenye running track pale, watu wako nje e, ukiona vile unasema, leo moja nitaonyesha kitu changu. Eh, ndio maana nasema mchezaji ngoma kama hajazungukwa na watu kumtazama, haoti madoidoi mengi zaidi, lakini mkimchungulia, utaona ufundi anaongezeka pale, ukifanya jambo na kupatabu, eh, kubwa nachokiomba tena nakiomba kwa Simba na Yanga wachezaji, hebu watuonyeshe manake watu, watu wanakuja kujifunza pale, watu wanakuja kuona pale. Na sasa hivi kama sasa hivi kuna mchanganyiko wa wachezaji, wengine wanatoka nje ya nchi, wako hapa, wanakuja kucheza. Kwa hiyo watu wanataka kuja kuona ili mradi wapate cha kuzungumzia. Walishaona mechi za kimataifa zikichezwa huko, sasa wanataka kuiona ii dabi ikoje. Sasa kama mtu pale ataonyesha ufundi wake, anafunga magoli au anaokoa ita, na itamzidishia naye, itampatia nafasi ya ku kujitambulikana kwenye mechi kama hizo kubwa ni kwamba wachezaji wakatuonyesha hatutaki kuona vurugu vurugu na nini hapana nataka tuone ni watu wanafungaje magoli yanaingiaje watu wanapasia na basi zinafika mpaka nane tisa kumi mwenzio wajaupata ndo dosari ya mpira inavyopatikana pale lakini kwenda huyu kakata huyu kabwanguza huyu inakuwa haipendezi sisi wakatuonyeshe kile wanachokijua sisi hatujui wao wanajua kucheza hmm. sasa wakatuonyeshe tukitoka hata sisi tunaofundisha mpira mpaka sasa hivi unamwambia mtu, unamwona bwana pale azizikia alivyofanya basi, naye nenda kafanye namna hiyo, au uh, umeona pale nani alichokifanya, basi kutoa elimu watu wajewa tena elimu na uungwana wetu na utu wetu mm hatutaki -hmm. kuona watu wanyanyua viti wananini, si mpira huo, watu waende pale wanaekaa kutizama mpira huone raha mm -hmm. na wanaocheza watuonyeshe kwamba wana uwezo wa kufunga magoli yanafungwaje, kichwa mtu anafungaje. Ndio vitu vya kwenda, sisi tutakwenda waambia wachezaji, tunawafundisha, hebu umemwona ile yule fulani alivyopiga yule mpira, ulimwona alivyowapita watu? Ndio vitu ambavyo tunatakiwa kufanya, aki kuja kuona amani inakosekana. Unajua watu watakuwa wengi, kwa hiyo nataka watu wawe na utulivu, waje kutizama, kutiza mpira. Kama unaona tabu, usibaki kwenye runinga, utizame. Hata huko nako utaona, atatizamia kwenye magengi au kwenye nini, wengine wachache watabaki nyumbani, anatizama na familia yake.